Waziri wa Maji, Mheshimiwa Jumaa Aweso ametoa rai kwa watendaji wote wa sekta ya maji nchini kufanya kazi kwa bidii zaidi ya ilivyokuwa awali, akisisitiza umuhimu wa kuongeza uwajibikaji, ufanisi na kasi katika utekelezaji wa miradi ya maji. Akizungumza katika kikao cha kazi, waziri Aweso amesema kuwa Serikali inaendelea kuwekeza rasilimali kubwa katika sekta hiyo, hivyo ni wajibu wa watendaji kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na endelevu ya maji safi na salama. Wizara ya Maji isitegemei tuwe na watu ambao watakaohudhuria, kuna kufanya kazi na kuna wahudhuriaji. Kuna watu wanahudhuria asubuhi wanatoka jioni, lakini hakuna chochote ambacho wanachofanya. Hatutokubaliana Watumishi wa wizara ya maji lazima ufanye kazi, ujitume na ujitathmini sasa kwamba nimefanya kazi ndani ya mwezi huu, tumefanya moja, mbili, tatu, nne, tano vikao. Ambavyo tutakavyovifanya, basi vikao viwe vyenye matokeo. Hatuhitaji wahudhuriaji, kwa maana ya watumishi, muda wa kazi unajulikana. Watu waingie kazini na wafanye majukumu ambayo wanaotakiwa kuyafanya. Kwa hiyo kubwa la kuanza nalo, katibu mkuu ni kufanya sasa tathmini ya kiutendaji kuanzia wizarani na taasisi zake. Tathmini ya kiutendaji nahitaji haraka ya yapo. maeneo ambayo tulikuwa tunafanya vizuri, yapo baadhi ya maeneo pamelegalega, basi tunahitaji tufanye mabadiliko ya haraka ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri sana. Tumekuwa tukifanya ziara mbalimbali kwenda kukagua matenki ya maji wizara. Sasa kipindi hichi tutabadilisha ziara taipa nguvu kubwa sana kwenye swala za huduma. Unaweza ukawa na mradi wa maji ukasema una vituo ishirini vinatoa huduma, lakini vingine havitoa huduma. Tutakagua huduma <coughs> mhandisi wa maji, mkurugenzi wa maji, tutakagua huduma. Mduma ambayo anaopata mwananchi, ndio jambo tutakaolisimamia. Wewe mtu wa mamlaka ya wa maji, watu wanapata maji, imetokea itilafu, unatoa taarifa a unaweza, kama imetokea hitilafu umekaa tu kimya, waziri ndo anapewa taarifa. Dodoma, bwanae, vipi? Tulipata hitilafu. Hapana, tumepata hitilafu, si udhaifu. Umepata hitilafu, wape taarifa wananchi, washirikishe kwamba tuna moja mbili tatu, na baada ya muda fulani huduma ta. Msomaji wako ni mimi Amina Hussein, na hii ni Netpro News.